Yes, bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ninakusalimu sana kupitia jina la uh, Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu ametufanyia nafasi ya kuweza kujifunza somo ambalo limekuja kwa wakati huu, ni nguvu ya kibali, nguvu ya kibali. Basi kabla ya yote, mtu wa Mungu, naomba uweze kusubscribe channel yetu, ili iwe rahisi kwako kuweza kwa kwa kupokea kila maarifa ambayo Mungu ataweza kuachilia yetu ya Lango Foundation, na wewe iwe rahisi kwako kuweza kushare hayo maarifa, na iwe ni sehemu mojawapo ya kupiga hatua kwako. Na tunapokuwa tunazungumzia nguvu ya kibali, mara nyingi watu wengi tulishazoea kuona kimtu, unaanza kusema fulani ana kibali sana, na hatujui kwamba huyo mtu kibali anakukatia wapi? noma kumbe, kila mmoja ana kibali chake, lakini kibali, kuna mambo fulani ambayo huwa kinahitaji. Kwa maana sasa unasikia mtu ana kibali sana, ana kibali sana. Kwa hiyo ukiweza kuyazingatia haya, mtu wa Mungu, na wewe itakuwa ni sehemu moja ya kuweza kuona kibali kwenye maisha yako, huona kibali kwenye maisha yako, kwa sababu kibali huwa ina uwezo unaotoka kwa Mwenyezi Mungu ili kuja kumwezesha mwanadamu. Maanake kibali ambacho Mungu anakiachilia wewe, ili kukufanikisha ufanikiwe kwenye mambo fulani, hicho ni kibali. Kwa hiyo kila mmoja ana kibali chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani, naweza nikasema nikaupako ambako Mungu anakaachilia juu ya kila mmoja juu ya kila mmoja. Kwa hiyo usipojua au usipoweza kukatamia kale kaupako huwa kanaondoka. Ni nguvu ya kibali. Kuna mahali ambapo mtu wa Mungu anastahili uwepo kwa sababu chini ya kusudi la Mungu, ila sasa, kwa sababu nguvu ya kibali huna, sio rahisi kuweza kusimama kwenye kusudi ambalo Mungu anataka kuweke wewe. Ndiyo maana sasa unaona mara nyingi watu wengi tunashindwa kujua kusudi la Mungu juu ya maisha yetu, kwa sababu kibali hatujamwomba Mungu, ama hatujaweza kuatamia ule pako ambao unatuweka chini ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama una neema ya wokovu, Mungu ameruhusu kwako wewe uokoke kusema kwamba mkili Yesu kama ni Bwana kwako, ina maana una neema ya wokovu ambayo inahitaji kibali. Kwa sababu hiyo, wengi tumeokoka, neema hiyo tunayo wengi sana, hiyo hiyo neema tunataka ituzalishie kitu ambacho hakiwezekani. Ndio maana unaona Kaini alichukua ndugu yake Abeli ya akamwambia bwana, Pende wapi wa ndani nini walichokuwa naenda kufanya kule, kwa sababu wale walikuwa na neema tofauti. Unaona, walikuwa na neema tofauti, lakini Kaini alitaka atembee na ya neema ya mwenzie. Umeona, neema ya Abeli ilikuwa ni utoaji sana msadaba yaani alikuwa anamtumikia Mungu kwa njia ya utoaji, lakini Kaini alikuwa ana neema ya uombaji ndani yake. Kwa hiyo sehemu moja wapo ambayo ni nafasi ya Kaini ilikuwa ni kuomba sana. Kwa hiyo usikia Kaini alikuwa anaomba masaa ishirini, alikuwa ni muombaji sana, ila kwenye eneo la utoaji sadaka alikuwa ni mbovu nini. Sasa nataka nikwambie kitu Bili alikuwa ni mtu ambaye ajui kuomba, lakini alikuwa ni mtoaji sana. Kilichomkuta nini? Sadaka yake ilikubaliwa, lakini ndugu yake akasahau kwamba kila mmoja ana neema, akasema, ngoja nitembee neema mwenzangu, nimdanganye kwende uandani, nikamfundishe nika kukuomba, kwa kwamba usio unatoa tu sadaka ifunze kuomba hivi pumbe anaenda kumaliza ili atembee na ile neema ambayo abidi na anayo. Kwa hiyo huwezi kutembelea neema mwezimu, kwa sababu kila mmoja ana neema yake, ndio maana ya wokovu maona mtu wa Mungu. Sasa nataka utofautishe neema na kibali. Neema ina neema inavyokuwa ndi hivyo kwamba Mungu amekufa okovu kwa hiyo upo kwenye eneo la wokovu lakini hiyo neema bado haijitoshelezi, inahitaji kibali. Kibali mtu wa Mungu, mfano mzuri umchukue Masa Mwaipaja na Boni Mwaitege, wanja, alafu na Naboni Mwaitege wapeleke kwenye uwanja, waimbe wote, alafu baadaye utake kujua majibu amba, ni yupi ameimba vizuri? Ni yupi ambaye hajafurahisha mioyo ya watu? Yaani watu hawajamfurahia ya. Utajua kwamba wote wana neema ya uimbaji, lakini watakuja kuzidiana kwenye kibali. Maana huyu atakuwa na kibali kumzidi mwenzie, ila neema ni moja, na wote wanatembelea neema moja ya wokovu njia ya uimbaji lakini kinachokuja kutofautisha hapo ni nguvu ya kibali. Kwa hiyo utajua wapendwa, wengi ni kweli tumeokoka, lakini kibali bado hatujataka kukipa nafasi kwenye maisha yetu. Tunatembea na vazi la wokovu, lakini sio kwamba hilo vazi la wokovu tunalitumia kuwepo kwenye nafasi fulani ambazo tunastahili ama tupo chini ya kusudi la Mungu. Umeona, kwa hiyo wokovu kweli, unaweza ukawa umeokoka mtu wa Mungu, lakini roho ya kukataliwa ikawa juu yako. Ujue kabisa kama imefika hatua ya kukataliwa, kuna kitu kimeondoka ambacho ni kibali. Unahitaji kuweza kuatamia upako wa kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kibali, mara nyingi huwa kinaweza kutoka kwa Mungu au kinaweza kikatoka kwa Shetani. Kwa hiyo wewe unapoombea kibali mbele za Mungu, kuna mwingine anaenda huko kwenye vilinge vya waganga kutafuta nini? Kibali, ama kwenye nafasi ambayo wewe unataka upate maana hiyo na, na, na, vita iliyopo ni vita ya kibali. Kuna mtu ambaye ameenda kwa mganga, na yeye anataka hiyo nafasi, ameenda kutafuta kibali, muona mtu wa Mungu. Ndio maana awali nimeweza kusema kwamba wewe unayeamini Kristo kama ni Bwana wa maisha yako, na maana kuna neema ambayo ameiachilia ya wokovu, na maana hiyo neema ni lango ambayo itakayo kufanya wewe uweze kuomba kibali cha kazi mbele za Mungu ni tofauti na yule ambaye anaenda kwa shetani kuomba kibali. Kwa hiyo utakutofautisha hapo. Ndio maana unaweza ukakuta kwenye kali ya fulani kuna watu wengi ambao hawamwamini Mungu ila ndio amekamata na ndio wana vibali. Kwa nini? Kwa sababu wewe ambaye una mwamini Mungu umeshindwa kuatamia kibali, ndio maana utabaki kuwa chini na utakuwa mtu wa kukataliwa na utashindwa kwa sababu unatembea na vazi la ukovu, lakini sio kwamba unatamia kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kwa hiyo mimi nilitamani sana, mtu wa Mungu, uweze kuyapata haya maarifa, ili baadaye yaweze kukusaidia mahali fulani, ili ukaweze kusimama na wewe ukapate kibali. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ameyaachilia kwako kwa sababu upo chini ya kusudi lake. Na maana hiyo, kama upo chini ya kusudi la Mungu, ujue kabisa kwamba Mungu anataka usimame, lakini watamia kibali. Na kusudi la Mungu siku zote huwa linapigwa vita, kwa sababu Mungu anapokuinua wewe, shetani naye anainua mtu wa kuja kupambana nawe manake vita inayo kuwepo ni vita ya kibali. Unaona sasa, umeomba kazi, umeomba ndoa. Mona nisemee ndoa, umeomba ndoa kwamba Mungu, ninahitaji ndoa. Mungu kweli amemwinua huyo mtu sahihi aje kwako, lakini utashangaa shetani naye anainua mtu wake ambaye sio sahihi kwako. Kati ya hao watu wawili, macho ya wa kawaida kuna huyu wa Shetani ambaye atakuja na mvuto, utasema ah, huyu ndio yeye. Alafu kuna huyu ambaye Mungu amemleta kwako, anahakikisha kabisa kwamba huyu ndio sahihi kuweza kuambatana naye. Macho yako yatakudanganya, utaona ambaye Shetani amemwinua ndio anapata kibali kwako, ila kama umeomba kibali mbele za Mungu, kibali huwa kina kawaida ya kuweza kuondoa mtu ambaye sio sahihi, inamleta mtu ambaye ni sahihi. Ina maana kwenye hiyo vita ambayo Mungu amemleta mtu sahihi, Shetani naye ameleta mtu sio sahihi, kibali huwa kinaufanya kumweka mbali mtu ambaye sio sahihi kwako. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna aina mbili za vibali, kuna kibali cha Mungu, lakini kuna kibali cha wanadamu kwa wewe ambaye unamwamini Mungu ila kuna matabaka mawili ya vibali. Kuna kibali cha Mungu na kuna kibali cha Shetani. Haya, wanaotafuta kibali cha Mungu ndiyo hawa sisi ambao tumeokoka, lakini kuna wale ambao hawajaokoka wanaenda kutafuta kibali kwa Shetani. Kwa hiyo wewe ambaye Mungu ameachilia hili somo kwako ili upate kwa maarifa na aina mbili za vibali ambazo tutaweza kujifunza na kuweza kupata maarifa, kwamba kibali kinatafutwa kwa Mungu lakini kibali kinatafutwa kwa wanadamu. Kwa hiyo wengi tunaishia kuomba kibali kwa Mungu ila tunasahau kumbe tunahitaji vibali hata mbele za watu ambao wanatuzunguka, kwa sababu nimesema kibali cha wanadamu huwa kinaleta watu sahihi. Umeona sasa mtu wa Mungu. Kwa hiyo unapoombea kile kibali kinamleta mtu ambaye ni sahihi. Naomba nielezee kwamba kuna inakuwaje, unaomba kibali kwa Mungu, yaani Mungu akukubali wewe. Maana yake lazima usiche swala la kibali. Nasoma vizuri, hiyo Mwanzo mlango wa nne, unajua kwamba kuna mmoja kati ya Abeli na Kaini ambaye alikuwa na kibali mbele za Mungu. Kilichoshawishi apate kibali kwa Mungu ni nani bii? Utajua kwamba kibali huwa kinaombwa Mungu akukubali. Naomba nitoe mfano kwa Elizabeth, ambaye Elizabeth alikuwa ni tasu, lakini Mungu alikuwa amemkubali na kumwamini kwamba huyu ndiye atakayeweza kubeba tumbo la Yohana, kwa sababu Elizabeth alikuwa amepata kibali machoni pa Mungu. Usidhanie kwamba Mungu wakati huo anatafuta mtu ambaye atakayeweza kubeba tumbo la Yohana alikosa. Walikuwepo wengi sana, walikuwepo wengi sana lakini aliyekuja kupata kibali ni Elizabeti. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kibali mbele za Mungu. Na utajua kwa nini tunazungumzia kibali cha Mungu, utaona, utasoma tu ile Luka Luka mlango wa kwanza moja mstari wa 34 hadi 36, utaona kibali ambacho Mungu alimpa Mariamu kuweza kubeba tumbo la Yesu. Hicho ni kibali, mtu wa Mungu. Enzi hizo mabinti kama kina Mariamu walikuwepo wengi, na kulikuwa na wamama ambao wanajua maana ya uzazi, maana ya kulea mtoto lakini sasa ajabu, Mungu anaenda kumtafuta mtu ambaye hajaza mtu ambaye ni bikra. Kibali mtu wa Mungu. Kwa hiyo kibali cha Mungu akinamwangalia mtu ambaye ataweza kubeba kusudi la Mungu. Umeona, kwa sababu unaweza ukawa unaomba kazi, alafu Mungu akawa naangalia ehe, huyu mtu nikimpa kazi hiyo mimi nanipa faida gani? maana hiyo Mungu atakuwa anaangalia, kweli unataka kazi? na lazima uombe kibali kwa Mungu. Ina maana Mungu anapoachilia kibali, ujue kwamba upo chini ya kusudi la Mungu. Ina maana hiyo kazi ataiendesha na yeye atapata faida kwenye hiyo kazi. Sio kwamba utafaidika tu wewe na hiyo kazi, lazima na Mungu apate faida. Ndio maana unakuta sasa kuna watu wengi tunashindwa kupokea kile ambacho tunastahili, kwa sababu ndani ya mioyo yetu tunakuwa na umimi, kusema kwamba mimi nikipata hii kazi, malengo ambayo nakuwa nayo ni apako binafsi, lakini kati ya yao malengo hayanakuwa hayajampa nafasi Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, mtu wa Mungu, na kuna kibali katika aina pili. Kuna kibali cha wanadamu. Ukimsoma vizuri Yusufu utaona alikuwa na kibali sana Yusufu, ndiyo maana ndugu zake walimkataa, wakamuuza kwa Wamidian na Yusufu akuwa na kigezo cha kuchukuliwa na Wamidian. Ila kilichosababisha Yusufu Wamidian wamchukue ilikuwa ni kibali. Kwa nini? Sababu Wamidian walikuwa wanachukua watu wenye nguvu, wenye misuli ambao wataweza kufanya kazi ngumu na walikuwa wanachukua watu ambao wana kimo kirefu, a giant. Sasa Yusufu, Bibilia inavyo msema Yusufu alikuwa ni mtu wa kawaida, alikuwa ni mzuri wa sura, leo hii tunaosema alikuwa ni handsome boy, ila wa Midian waliweza kumchukua kwa sababu ya kibali. Kwa hiyo kibali, mtu wa Mungu huwa kinasababisha wewe uwe mtu wa kukataliwa pale ambapo unastahili unakataliwa. Ndio maana ndugu zake Yusufu walimkataa kwa sababu alikuwa na kibali kuliko wao. Kwa hiyo usipojua namna ya kuombea kibali, mtu wa Mungu, mahali ambapo Mungu anataka usimame, hautasimama kwa sababu kunakuwa na upingamizi ambao unakupinga au kukuzuia wewe usiweze kusimama, ila unapokuwa unaombea kile kibali, kinakuwa na nguvu sana ya kuweza kuondoa roho za kukataliwa. Ndugu wa Yusufu walimkataa wakijua kwamba huyu na kibali chake tumemkomesha, lakini nguvu ya kibali, acha tuitwe, ni nguvu ya kibali Tumano, kwa maana unaona, anafika kwa Potifa Potifa anampa nafasi ya kwanza kuweza kusimamia vitu vyake vyote, iradi yake yote, kila kitu. Sasa ajabu, Potifa huyo alifaa ameoa, ana mke, lakini mke kama msaidizi wa Potifa anakosa kibali. Kibali kinakuwa juu ya Yusufu, maana Potifa anamkubali Yusufu kuliko mke wake. Ndio maana alimkabidhi vitu vyote Yusufu avisimamie. Kwa sababu ni nguvu ya kibali, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kibali huwa kina kawaida ya kumweka mtu kwenye nafasi sahihi, nahisi kutoka kukataliwa na ndugu zako mpaka kuja kuwa waziri kwenye taifa ambalo wewe sio mtalendo. Ngazi ndo ni kibali, mtu wa Mungu, mpaka inafika hatua Farao anampa nafasi ya uwaziri Yusufu, namay ipani kibali mtu ambuu wa Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujue sasa namna ya kutembea na kibali, kibali huwa kinaombewa. Ilikuwa ni siku tatu Esta alifunga na kuomboleza, lengo tu apate kibali cha kuingia kinyume cha sheria kwenye lango la mfalme. Asingeomba, isingekuwa rahisi kwa sababu muda huo sheria iliyokuwa imepita, siku 30 zipite, hakuna mtu atakayeingia kwenye lango la mfalme. Kwa nini? Hamani alikuwa tayari ameshaandaa mashambulizi ya kuwashambulia Wayahudi ili kwenda kuwaua. Kwa hiyo ndani ya hizo selas, siku thelathini Hamani alikuwa ameshajiandaa. Hizi siku 30 Wayahudi wote tunawaangamiza. Lakini Esther alipoomba kibali kwa Mungu, naomba unipe kibali cha kuweza kuingia kinyume cha sheria kwenye lango la mfalme nipate kupita, Mungu aliachilia kibali. Je, kama ni Esther alipata kibali hivi, unaishi mtu wa Mungu mahali ambapo wewe unatakiwa uweko, hata kama kuna upinzani, Mungu atakufanikisha na utapita. Mungu atakupa kibali, na mimi ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai. Mungu achilie nguvu ya kibali kwako. Kila roho ya kukataliwa kila roho ya kuchukiwa iondoke kwenye maisha yako, upate kibali ili ukasimame kwenye kusudi ambalo Mungu amekusudia wewe uweze kuibeba. Mwenye imani aseme amen. Nguvu ya kibali naomba utembee na hicho utembe kibali, mtu wa Mungu utembee na nguvu ya kibali kwenye malango ya mwezi huu wa kumi na moja ukawe ni mwezi wa kibali kwako, ukawe ni mwezi ambao utakupandisha kiwango levo ya juu, na ukatembee na kibali cha kukutana na watu sahihi kila mahali ambapo utakapokuwa, Mungu akupe watu sahihi na Mungu akupe kibali mahali ambapo wewe unahitaji au nataka ukubalike neema ya kufunike, Mungu ikufunike na neema ya Mungu ikuongoze. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuweza kuombea kibali, kwa sababu kibali huwa kinaleta mtu mwamini ambaye ni sahihi kwako, ni kibali. Kwa hiyo sasa ujue kwamba kibali kinamuimarisha mtu na Mungu akuimarisha, na hivyo mtu wa Mungu, naomba uweze kusubscribe channel yetu ili uweze kupokea kila maarifa ambayo Mungu ataweza kua kuyaachilia kwenye platform yetu ya Lango Foundation, na wewe uwe ni mtu ambaye utaweza kuyapokea maarifa, na mimi ni mwanzo na toa nyingine ambayo Mungu ataweza kukupa mwendelezo tena kwa season ya pili kwa ajili ya nguvu ya kibali. Mungu akubariki na Mungu akutunze.